Mambo vipi mtazamaji wa Stein Tv leo kupitia kipindi chetu cha Sports Angle tunaenda kusikiliza maoni ya wadau kutoka mtaa wa machinjioni kuhusu mechi iliyocheza jana kati ya Simba Sports Club na Pamba Jiji, ambapo Simba Sports Club walitoka na ushindi wa goli tano kwa moja. Kwa ushindi wa jana kwa kweli, nasikia furaha mm -hmm. Yaani najisikia furaha kwa kweli, mechi ya jana mm -hmm. ilikuwa ni yaani mechi, ilikuwa mechi tamu mm -hmm. Eh, kwa sababu wachezaji wote mm. Jana walikuwa wanajituma ki... walikuwa wamejipanga, yani walijipanga sana. Okay. Tena hizo tano mm. Tungezidisha hapo lakini sasa mm. basi, tuseme tu ni mistake kidogo tu zilitokea. Okay. Kwa ulivyoangalia mechi pamba pambajiji walikwama wapi? Uh, pambajiji mm. walikwama back line zao mm, mm unajua, mtu kimaliza siku hujacheza, mm. ile fitness ya mwili inakuwa inakua inalega lega. mm. Lakini Simba sasa wame wanamechi wa, zinafuatana zinafuatana zinafuatana wanacheza, kwa hiyo mwili unakuwa unakuwa sawa, wakiingia uwanjani wanakuwa vizuri, wana vizuri. Okay. Niturudi kwako shabiki wa Simba. Aa, jana alifunga magoli matatu lakini okay, kipindi cha nyuma aliwakwamisha Simba kwa kukosa goli ile mkondo wa pili kwenye nusu finali kati ya wao na Stellenbosch. Kwa kiwango alichokiona alichokionyesha jana au wewe ulikionaje? mimi na awana awa mimi nazidi na, na, naona ni mchezaji mzuri sana mm. E, kwa sababu si kama kwamba mchezaji kila kila anapoingia uwanjani akupe matokeo mm. Hapana, yani aingie uwanjani leo akupe matokeo kesho. Kesho atataabu kidogo lakini de kesho kutwa. Kwanza nimshukuru ni, ni, ni nimshukuru yeah, kocha kocha Fadlu Ye tayari ashaona kiwango cha, cha wachezaji wake kama awa kama Budo akina Mtari. Ana, anaona kila, kila, yani kila, kila mchezaji kiwango chake. Kama awa anamuona kwamba awa hata kiingia atanipa matokeo muda wowote, anauza asinipa matokeo lakini anamwamini unaona. Kwa hiyo mimi awa siwezi kumlaumu hata kidogo, kwa sababu mpaka, mpaka sasa hivi kufika finali ni kama vile yeye ametuvusha. Hapana, hajapoteza sasa mm. ni, ni, ni uh, mm. Mpango wa mwalimu huo ni mpango wa mwalimu mm. pengine anampanga mm. kama mm. hizo mechi za, za za ligi mm. pengine ampange mm. ni mpango wa mwalimu kwamba leo ni nimwanzishe huyu mwache mm. ni huyu mm. awa anaisha msoma kiwango chake mm. kwamba hata nikimwanzisha mm. naweza kupata matokeo hata nisipomwanzisha akatoka, sabu nitapata matokeo. Lakini pia tuliona na ateba naye E, ameingiza goriaeaateba e, naye ni mzuri e, naye jana kaonyesha kiwango chake e, maana walikuwa wanamsema wa, e. Wakasema labda Mkwala anaweza akasukua nafasi ya Ateba <laughs> lakini bado na yeye e, akawaonyesha kwamba bado nipo. Eh e, lakini yote, yote tumshukuru mwalimu e, kwa sababu e, anasema anajenga ligi bwana. imetoa tangazo ama imetoa taarifa kuhusiana na nyie kucheza dabi na watani wenu wadiadi, Sports Club. nyie kwenu mmelipokeaje hili kwa kweli mimi inafurahi, mm, bodi ya ligi mm, imefanya vizuri kutangaza hiyo, kwa sababu hapo, oh yeah, ndakuja kutangaza Yanga walisema walete timu uwanjani na walikuwa wameshapeleka kesi kasi, wakashindwa ndio zao <laughs> eh, lakini wao wangesimamia bodi ya ligi ikawasimamia, mm, kesi yao ingeishia hapa a wasingeenda mbali. Kwa hiyo mm, na sisi tunafurahi sana kuona kwa kwamba kasi wamewarudisha huku halafu mm, na tamko la ligi wakatamka kwamba tarehe kumi na tano Yanga walisha walisha kosea. Mm, najua uwezi kwenda kumshtaki baba, kama hujatoa baba ndio naenda kumshtaki kwa mtu mwingine. Mm -hmm. Uja kaa naye, labda kusema kwamba kwa hili baba tufanye hiki na hiki na hiki, unaenda kumshitaki sasa. Unatarajia nini? u, u, uliko shtaki kule amekurudisha kwa babako, nenda ukamaliza na babako. Unatarajia nini kwa babako? Unachotarajia kwa babako ni yeye kuamua, si akusikilize kwanza ataamua. Okay. Eh, ataamua kama yote inasababishwa na Yanga kwa kupeleka kesi, kwanza kasi, eh kakimbia kupeleka kwa angeanzia kwa kwa <coughs> hapa kwenye bodi ya ligi mm. bwana hili mlio tufanyia siyo mm -hmm. akaja kwenye bwana bodi ya ligi akaenda kwa, kwa TFF akawaambia bwana hivi na hivi tulivyofanywa sio mm. wao wakatoa waka, waka, waka, waka, maamuzi yao lakini amerukia ya mm. karukia alivyoenda kule huyu huyu huyu kichombo hivi vyombo hii bodi ya ligi na na yungo, yungo, yungo, na TFF hawana ah, maamuzi yote tofauti na kupanga mechi kwanza Aina, alafu umeshapanga mechi hiyo ichezo ndio tutakuja kusikiza baadaye. Kwa hiyo sisi kwanza mechi Ichweza, Ichweza, sababisha waje watambe baadaye. Na hiyo yote imeletwa na Yanga, Yanga ndio msababishaji. <laughs> Okay, okay, sasa swali la mwisho kwa kiwango alichokionyesha jana Simba tutegemee nini kwenye mechi yenu ya finali kati yenu na Nyie na RS Berkane kwa kweli Fadlu. Nacheka uh -huh. <laughs> kama alikuwa uh -huh. kwa kama, uh -huh. anambeza beza sana na mwongelea maneno Fadlu hawezi kuongea uh -huh. Mimi nakwambia hii mechi tunaenda kucheza iliyoko mbele yetu tarehe kumi na saba uh -huh. Ah, utamsomaje Tasambi? uh -huh. Chas, ah, achas, ni mtu mbaya. Anajua sijui afanya uh -huh. uh -huh. uh -huh. mengi kwa mkapa uh -huh. makubwa mno uh hiyo -huh. na, na uh -huh. uh -huh. kwenye makundi tunamtoa Arihari Tripoli yule uh -huh. aliyesajili maburu kwa bilioni tatu huyo tukamtoa Yaani hapo ndio ilionekana ni Simba ya ajabu mm. sasa yeah. Yeah, finali unayoiona hiyo io no. tunaenda Moroko mm. tuna hamasa kubwa sana shatoa ndegesekshatuendi shato, shato yeah. kwa, yeah. atuendi kwa vituo na kuuliza na... Na wewe Abudu ulimuona? <laughs> Nilimuona, kiwango chake umekiona? Nimekiona. sasa <laughs> hicho ndo tunaenda nacho Moroko uh -huh. Umeona, <laughs> wachezaji, hata Oteba amejikumbuka, mm, amejikumbuka kweli jana. Nadhani jana alilala na viatu <laughs>